Kanairo hoe, tulikuwa tumeenda pale kwa polisi kwa Inspector General kumwambia polisi walifanya makosa kutuma askari kanisani kuua wa mama na watoto. Hao watu unajua, pia polisi walikuwa wametumwa na Ruto Muko na Murkomen ati wamuue Riggy G ndani ya kanisa. Sisi tumemwambia hawa, tumemwambia IG. Hao polisi washikwe, watu wapelekwe kotini, na tutarudi kwake tarehe kumi na sita kama hao asikari hawajashikwa. Hawa tutaitisha maandamano katika Jamhuri ya Kenya, Kanairo oe, muko chonjo. Tukiita maandamano, mutatoka, tutoe huyu Kasongo na huyu Murkomen na huyu IG na mtu anaitwa Lagat. Hao polisi wamegeuka wa Kenya. Polisi kazi yao ni kulinda wananchi, hapana kuumiza wananchi. Iko kikundi haramu hapa Nairobi ya polisi. Polisi kumi na mbili wanaitwa Nairobi Sierra ndio walitumwa na William Ruto kuja kuua sisi kanisani. Na tumemwambia IG tarehe kumi na sita tunarudi. Kama hao polisi hawajashikwa tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Busia, Nakuru, Kericho, Nairobi. Nyeri, Machakos, Mombasa, Kitui. Harambe! Kasongo aende asiende? Nani aliua Gen Z? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu uchumi? Nani ameumiza watu ya Marigiti? Kasongo aende asiende? Unajua, ameshikana na governor hapa, anaitwa Sakaja. Ndiye ameumiza hii watu ya Marigiti. Huyu Sakaja ni one term, si one term? Sakaja ni one term, si one term? Wangapu anasema Sakaja ni one term, one term, one term. Harambe. Si Kasongo ameharibu masomo, anasema ati anapeleka sisi si Singapore? ni uongo, si uongo? ni mwongo, si mwongo? Sasa unajua, ye anatubeba ufala, alisema atatuweka pesa kwa mfuko, akakuja kwa mfuko yetu ile kidogo tulikuwa naye akatoa. Ni muongo, si muongo? Aende asiende? Aende Singapore ama aende Sigoi? Aende Singapore ama Sigoi? Wangapi wanasema Kasongo aende Sigoi? Mimi nauliza hapa jijini, mtatusaidia kuchagua watu wae wako kwa united opposition? Watu ya DCP, watu ya Wiper, watu ya PLP, mtatusaidia Tufukuza watu ya Kasongo, wangapi wanasema tutasaidiana, tufukuze watu ya Kasongo? Arambe ya mwisho ndio nilita viongozi. Huyu Kasongo akiongea mambo ya Singapore tunamuchekelea, sindio? Munajua kuchekelea Kasongo? Si mimi nijifanya ni Kasongo. Watu ya Nairobi, nimekuja hapa, watu ya Marigiti, munajua nyinyi watu yangu, munajua mimi najua kupaka maneno Watu ya Nairobi, msikuwa na wasiwasi, mimi nimepanga vizuri sana na wataalamu. Mukinisaidia munipatia miaka tano, nitafanya Nairobi kuwe kama Singapore. Wangapi wamekataa mambo ya Singapore sasa? Sasa nyinyi watu ya Nairobi bora munakataa mambo ya Singapore. Mimi nimeenda pale kwa wajaluo nimeongea na hawa nimewapanga vizuri Nimeambia Wajaluo, hii Singapore ni, ni kitu moja na Kanan, na wamekubali. Mbona watu ya Kanaira mnakataa kataa? Na wajaluo wamekubali, Singapore ni kama Kanan. Ni mwongo si muongo? Ni mwongo si mwongo? Mimi nataka tumkaribishe kiongozi wetu Stephen Kalonzo.